Kile kitabu cha Zaburi ya thelathini na tatu mstari wa kwanza hadi ule wa tatu, lakini pia Zaburi ya arobaini na saba mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nizungumze maneno haya Inasema, mpigieni Bwana vigeregere enyi wenye haki, kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Mshukuruni Bwana kwa kinubi, kwa kinanda cha nyuzi kumi mwimbieni sifa, mwimbieni wimbo mpya, pigeni kwa ustadi, kwa sauti ya shangwe. Katika ile zaburi ya 47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 na kumwabudu Mungu. Lakini kuna maneno ambayo Mungu anayatambulisha kupitia mwandishi wa Zaburi ili aweze kusifiwa na kutukuzwa. Jamani Mungu wetu anataka kusifiwa. Ziko sababu kwa nini tumsifu Mungu. Sababu ya kwanza kwa nini tumsifu Mungu ni kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba. Hata mfinyanzi anapofinyanga chombo chake, anafurahia kazi ya mikono ya kwamba hiki kifaa alichokitengeneza ni kizuri. Kwa hiyo watu wanapokiangalia kile chombo, wanamsifu aliyekifinyanga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anataka tumsifu kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba. Lakini ni nani amsifu? Katika Zaburi anasema kila mwenye pumzi. Zaburi ya mia moja hamsini, kila mwenye lakini katika Zaburi ya 33 anasema, kusifu kuna wapasa wa nini? Wanyofu wa moyo. Sasa tuangalie katika Zaburi ya 150 kwamba kila mwenye pumzi. Kwa nini kila mwenye pumzi? Kwa sababu ameumbwa na Mungu, hakujileta mwenyewe duniani, anatakiwa atambue kwamba yupo kwa sababu Mungu amependa awepo, kwa ndio maana anasema kila mwenye pumzi anatakiwa kumsifu Mungu. Lakini kusifu, anaposema kuna wapasa wanyofu wa moyo, maana yake ni kwamba aliyeokoka anapomtukuza Mungu basi anaonyesha kutambua kwamba ametokana na Mungu na alikuwa dhambini, sasa ni mtakatifu. Mungu anapendezwa na sifa ya mtakatifu, sio tu ya kila mwenye pumzi. Mara nyingine tumesikia watu wanasema hata mchawi anapokwenda kuroga anamuomba Mungu. Tuishasikia maneno kama hayo. Sasa anamwomba Mungu yupi? Eti jambazi anapokwenda kuua, kufanya ujambazi, eti anamuomba Mungu. Wasikubaliani na hayo, kila mmoja ana Mungu wake, kila mmoja kwa hiyo. Anasema kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Mtu mmoja nikamuuliza, wa dini fulani kwamba hebu nionyeshe au niambie ni neno gani Biblia ilishasema tuimbe tukiwa tumesimama kama nguzo za umeme. Akasema kwa kweli sijawaona hilo andiko, lakini mimi nikamwambia, ukisoma Biblia inasema Msifuni Bwana kwa kucheza, sio mmesimama wima kama nguzo ya umeme. Msifuni Bwana kwa vigeregere enyi wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapomtukuza Mungu anasema kuna faa sana kwa wenye unyofu wa moyo kwa mtu aliyeokoka anapomtukuza Mungu, Mungu anafurahi. Na ndiyo sababu Yesu akaja duniani, yaani ingekuwa tu kwamba kila mwenye pumzi inatosha, Yesu asingekuja. Lakini Yesu anakuja ili kuwatafuta wanyofu wa moyo, wamtukuze Mungu, sawa sawa, ili yale zile habari za kwamba hata jambazi anamwomba Mungu zisiwepo. Ila wanyofu wa moyo wanapomtukuza Mungu, Biblia inasema hata katika Ufunuo kwamba mara nyingine na siku zote maombi ya watakatifu ni manukato mbele za Mungu, kwamba mtakatifu anapokuwa naomba, anapomtukuza Mungu, anapopaza sauti yake, Mungu anajisikia vizuri. Wewe ni shahidi Ukiadabwanga huko sikuyadabwanga, ni Kiswahili vyovyote vile, ukiyavuruga huko alafu akakwambia njoo uimbishe hapa, hautakuja. Uongo kweli? Mtu mmoja akaniambia, alikuwa akifundisha kwaya, kuna mdada mmoja akawa ameadabwanga huko aliposhika mike mike aziku, zikazima, azikuimba. Mungu wetu ni mtakatifu, anataka wanyofu. Wa nini? Siku hizi tumetumia tu uzoefu na kwamba nina sauti nzuri. Mwalimu mmoja wa kwaya akasema kuna soloist mmoja wa dini fulani anasema, ili wakienda studio kurekodi, ili aweze kuimba sawasawa sawa lazima kwanza safari raga tano agonge pige kwanza za kutosha tano, afu sasa ndo ile wanaita kuchangamuka sasa. Hatuwezi kumsifu Mungu eti mpaka tuwe hivyo. Aha. Unyofu wa moyo moyo ukae sawasawa sawa. Jamani, amina. Bwana Yesu asifiwe na eneo hili lina shida. Kwa nini lina shida? La kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu, ndiyo nafasi aliyokuwepo shetani, sijui mnaelewa hilo, ndo nafasi yake kwayo. kwa hiyo huwa anajitahidi kuhakikisha kwakikisha kwamba mtu yeyote ambaye yuko kwenye uimbaji asifanye vizuri, kibuli kama ni soloist mpaka tukabebe tubembeleze twende yai twende ili tukwamba, kwa sababu ndiye tulie naye. Sasa hicho ni kiburi ambacho kilimfanya shetani ashushwe. Alikuwa anaitwa Lucifer au nyota ya asubuhi, aliyekuwa kibeba sifa, wanasema alikuwa akikanyaga jiwe unyayo wake akitoa panabaki panawaka moto. Haka, akaona hapa, kumbe mimi mimi. Alafu unajua iko hivi eti, ngoja niulize, ngoja niulize, mkuu wa majeshi sawa na rais, nani mkubwa hmm? si ndio? Ni nani lakini, mavazi yao hayakoje mavazi yao, mkuu wa majeshi na rais, mavazi hayakoje? ya vazi la mkuu wa majeshi lina t-shirt, si ndio? Hebu ukimwangalia tu na lile likofia mm. Lakini anayeweka hivyo vyeo kwenye hizo nguo ni nani eh? Rais waga wake anavaa aje kama no, mwangalizi wetu hapo, unaona suti ilivyokaa vizuri. Unaona? lakini jamaa mkuu wa majeshi amechafuka, eti vazi lake linatisha, lakini anapiga saruti kwa rais. Rais ndiye anayeweka hivyo vyeo. Sasa atamdharau eti kwa sababu yeye ana suti tu ya kawaida? Ataweza? Lazima aheshimu. Sasa ndicho ambacho kilimkuta Rusifa, kwamba Mungu alimuumba ili ajitukuze yaani, bila alivyokuwa Lucifer ilikuwa ni sifa kwa Mungu na eh, kazi ya mikono naam, sawa sawa. Yeye akafikiri sasa ameyaweza aliyemfanya kuwa hivyo, akasema wewe hujui na kuondolea mbuli chako. Kwa hiyo jamani, tuwe makini kwenye uimbaji, sio mpaka tukubembeleze, tunahitaji unyofu wa moyo. Anasema pigeni kelele, pigeni, pazeni sauti yaani, kwa warokole huaga hatuna ule ustaarabu tunagaragara na suti zetu, wapendwa, muda utoshi. Lakini niseme tu kwamba anasema kusifu kunawapasa nini? Wanyofu wa moyo. Lakini niseme jambo hili, muonekano wa anaye sifu pia ni muhimu mwonekano wanaye sifu naye ni muhimu. Ninyi ni wahubiri. Unajua kuna lugha nyingine wanaitumia sasa, tunamuita muimbaji aje atutumbuize, ni lugha ambayo siipendi. Wewe ni mhubiri. Sasa unashangaa mhubiri anakuja hapa mbele amevaa hebo nyingine, inaangalia huku nyingine huku Nasema huyu ni mhubiri au tu ni mtumbuizaji? A, ninyi ni wahubiri. Muonekano wako sasa, ukija hapa yebo nyingine inaenda hivi nyingine nyinginea, sasa ule ujumbe unapotea. Kuna mwingine anakuja kuimba, anasema, sikilizeni maneno msisikilize sauti. A -a, na wenyewe tunaitaka zoruga hapa, tusizisikie yaani, msikilize tu maneno, msisikilize sauti. Sasa wewe ni bubu? maneno yaliyonyoka, yaliyopangiliwa, yaliyokaa sawa sawa. Ukija hapa uwe nywele zimekaa vizuri kichwani, kama kwenye mkutano fulani hivi. wale jamaa wazi miaka fulani wakati nimefika Bulale mwaka elfu mbili na sita nikaongea neno, kumbe nililiongea ni mapema. Kaambia hivi ifike sehemu kuja kanisani na andara uone aibu, wakanitafasiri kwamba kanisa la matajiri. Kumbe nilifikiri nawafundisha watu usafi na ustaarabu, wakanioneti kanisa la matajiri, wanataka tuwaje, na andara zao zile butterfly iliyotoboka na chini haone sawa sawa, karibu yani.